Inafika tena kwenye nafasi, ni penati. Abel William anasema ile ni penati, wamesimama na wakistaajabu, na wakati huo huo kadi ya njano nahodha. Bila shaka kuna namna ambayo na anavyoitumia kuhukumu alifanikiwa kuingia vizuri ndani ya box haya. Haya, inawekwa ile inawekwa ndani ya nyavu! Bao la kwanza kwa KMC, wanapata bao. Deogratius Anthony alimchagua golkipa Ilikuwa ni penati ambayo Deogratius Anthony alimwangalia vizuri goalkeeper Selemani Fikrini, kapeleka pale pale alikosimama.